Habari Mtanzania, mimi ni Richard Magesa, ni meneja wa mauzo kutoka Hasanas General Traders. Hasanas General Traders tumekuwa miongoni mwa wadau wakubwa wa Global TV. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi na Global TV kwa miaka mingi, na mpaka mwaka huu msimu wa sabasaba tumekuwa nao e. Katika wiki hili la huduma kwa wateja, tumepata fursa ya kutembelewa na Global TV kwa mapenzi yao makubwa waliokuwa nayo na nas tumeweza kukutana na kufanya na kubadilishana mawazo mbalimbali. Hasanas General Traders tunahusika na huduma za uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa vifaa vya milango ya kisasa kwa ajili ya frame za biashara maarufu kama rolling shutter doors. Tunapatikana Kariakoo, Dar es Salaam, mtaa wa Lindi na Swahili. Hasanas General Traders. Tuna uzoefu wa zaidi ya miaka kumi sasa, tukifanya kazi hii ya uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa vifaa vya milango ya shata. Milango ya shata kama ambavyo watanzania wengi tumekuwa tukiona, ni milango mahususi kabisa kwa ajili ya frame za biashara. Mbali na milango ya shata, tunazo bati za urembo zinafahamika kama doskin. Hizi ni bati maalum kwa ajili ya milango ya kisasa ya majumbani. Kwa hivyo, katika sekta ya milango hatukutaka kumwacha mdau yeyote yule. Ikiwa una jengo lako la fremu za biashara au una nyumba kwa ajili ya kuishi, hawa wote watanzania wote tumewapa kipaumbele. Kwa gharama kidogo tu unaweza kupata huduma zetu na ukanufaika. Tumekuwa tukishiriki maonyesho mbalimbali, kama maonyesho ya kimataifa ya kibiashara Sabasaba. Tumekuwa tukikutana kule na watu wengi, na watu wengi wamekuwa kunufaika na huduma zetu. Tumefanya kazi nyingi ambazo kweli zimetoa matokeo chanya kwa sababu miongoni mwa masoko ikiwepo soko la Manakolekwe Zanzibar, lakini pia Kariakoo, Dar es Salaam. Tumefanya kazi nyingi kama unavyoweza kuona zinavyoweza kuwa zinaonekana katika video zetu. Na mtu huenda angependa kujua, je, ni nani anayestahili kupata huduma za Hasanas General Traders? Huduma zetu kama Hasanas General Traders ni kwa ajili ya wamiliki wa majengo, wakandarasi kwa maana ya contractors, mafundi kuchomea yani welders, pamoja na wafanyabiashara yani watu wa hardware, wanaouza vifaa vya ujenzi. Hawa wote wanaweza kujipatia huduma zetu na kunufaika nazo na kusababisha Tanzania nzima ikanufaika. Nini faida ya kuchagua Hasanas General Traders? Kwanza, tunao milango imara na ya kisasa zaidi ifahamikayo ifa kama premium roaring shutter doors. Ni milango ambayo iko imara ya kisasa zaidi na yenye kuvutia kwanza sifa yake kubwa milango hii ya premium ni haipigi kelele. Ukija kwa upande wa bati za urembo e, bati za urembo zinazotengeneza milango ya nyumbani ambao ni doskin. Nini faida ya matumizi ya bati za urembo kwa ajili ya milango ya nyumbani? Ni kwamba ni rafiki kwa mazingira, haiathiriwi na hali ya hewa wala changamoto za wadudu, lakini pia e, inatondosha na ukataji wa miti ovyo. Ina muonekano mzuri kwa maana bati hizi zinakuwa katika muonekano wa maua tofauti tofauti, zina nakshi mbalimbali. Hivyo unaweza ukajiuliza hasa Hasanas General Traders wanapatikana wapi? Tunapatikana, tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Lindi na Swahili. Watanzania wote na watu kutoka nchi za nje wamekuwa wakiendelea kunufaika na huduma hizi. Mawasiliano yetu ni sifuri, sita, saba, nne, tatu, tatu, tatu, sita, sita, sita, au sifuri, sita, saba, nne 777 saba, saba, saba, na 999 tisa, tisa, tisa. Katika mitandao ya kijamii eh, kwa Instagram tunapatikana kama Hasanas General Traders. Lakini pia Facebook ni Hasanas General Traders na katika website yetu ni www.hasanastraders.com. Ndugu Mtanzania, karibu sana Hasanas General Traders